Leo hii tukiwa tunaaga baba yetu Raila Amolo Odinga, nataka pia tujiape ya kwamba hatutakubali kama Wakenya, haki za kibinadamu, demokrasia na mambo yale yote ambayo Raila alitetea, hatutakubali arudi nyuma wenzetu. Raila alipenda amani. Raila alipenda umoja wa taifa letu. Raila alifurahia akiona wakenya wakiungana, wakishirikiana, wakijenga taifa lao pamoja. Raila alikuwa mtetezi wa haki ya kila mtu. Kwa hali ambapo alikuwa anaona hakuna haki, Raila ndio alikuwa wa mbele hapo kuhakikisha ya kwamba haki zimepatikana. Na wenzangu wenzangu, nawaambia hivi, tunakumbuka wakina mzee Jomo Kenyatta na Jaramogi Odinga kwa kutetea uhuru wa nchi yetu, na kila mara, na kila mara. Tukiimba wimbo wa taifa tunasema tunatalinda uhuru wetu na damu yetu na jicho yetu. Leo hii tukiwa tunaaga baba yetu Raila Amolo Odinga, nataka pia tujiape ya kwamba hatutakubali kama wakenya haki za kibinadamu, demokrasia na mambo yale yote ambayo Raila alitetea. Hatutakubali arudi nyuma, hatutakubali arudi nyuma, tutasonga mbele tukizingatia hizo haki kwa sisi ambao tumebaki na wale ambao hawajazaliwa. Hivyo ndivyo ndugu yetu angependa kuona, na hiyo ndio njia ya kuona legacy yake kama kiongozi wa taifa letu. Wenzetu, sio siku ya mambo mingi. Nimekuja kuomboleza rafiki na ndugu lakini siwezi nimalizie nisiposema ya kwamba hata kama leo tunahuzuni na tunaomboleza, lazima kama Wakenya tuchukue nafasi hii, kwa sababu Raila hangeweza kutenda yale ambayo alitenda kama angekuwa amesimamiwa na mama nguvu wa kazi mama Aida Odinga na watoto wake, Rosemary, Junior, Winnie na familia yake yote. Kwa Wakenya, tunawashukuru kwa kutupatia Raila atumikie nchi na kwa kumuunga mkono, ndio awe na nguvu ya kututumikia sisi wote yangu ni kusema ndugu yangu uende vyema. <laughs> Wenzangu, kastori kadogo tu sio kubwa unajua, <laughs> unajua saa ingine baada ya kazi tukiwa tume tuliatulia tulia kidogo hapo nini, tunapewa ka kitu kidogo kidogo hapo, kwani munacheka? Mimi ka kitu kidogo nasema uji na, na chai hey. Lakini wakati tulikuwa tunapiga gumzo, saa ingine tulikuwa tunajiuliza, unajua jamani wale wazee ambao wameenda wakina Jaramogi wakina Jomo wakina Nikruma wakina Mwalimu Nyerere, jameni, unafikirianga wakiketi wanaongeanga mambo gani? Mimi nilikuwa nasema, unajua wanaongea siasa kama sisi, wanatuangalia tu na mambo hii yetu ya upuzi hapo, wanatuchekelea. Anasema hey, lakini unajua I'm very keen kujua. Sasa ndugu yangu, umeenda mbele yangu, sasa tayari najua mume, mume, mnajiongeleshana huko, na sio ati niko na haraka ya kuja kuwafikia, lakini bado ba, ba, tunataka tutulie, tutulie kidogo Mwenyezi Mungu atusaidie lakini najua wakati wetu tukifika, utakuwa hapo kutuambia njia ya kutembea hizo mabarabara za huko. Kwa hivyo yangu, ndugu yangu, nikuombee kwa Mwenyezi Mungu, akurehemu akulaze na amani na wenzako, ukijua ya kwamba twakumbuka wewe na yale ambayo umebakisha tutaendelea nayo na familia yako. Sasa imekuwa yetu, na tutaendelea kuwalinda na kuwachunga na kusimama pamoja nao kwa wakati wote. Nasema lala salama, ndugu. Mungu awabariki familia yako na awapatie awafariji, na wapatie nguvu, na Mungu aendelee kuibariki Kenya hii yetu, Afrika Mashariki na Afrika kwa jumla. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you very much. Leo hii Kenya imepoteza kiongozi kiongozi ambaye historia ya demokrasia katika taifa letu la Kenya haiwezi iandikwe bila la jina la Raila Amolo Odinga kuwa nambari moja. Historia ya Kenya ya kutetea haki za kibinadamu na haki za wananchi wote, haiwezi iandikwe bila ya jina ya Raila Molo Odinga kuwa nambari moja historia ya ungatuzi na hukuhakikisha ya kwamba wananchi kule mashinani wanawezo ya kujiongoza na kujitawala na kuwa na viongozi ambao wanatekeleza shida za wananchi kule chini, haiwezi iandikwe bila jina ya Raila Molo Odinga kuwa nambari moja. In short nasema vipi? Nasema hivi. Raila ametuacha kimwili. Lakini ndani za roho yetu, ndani ya spirit ya Kenya ataendelea kuishi miaka na miaka tukisonga mbele.